Je, afadhali tulivyokukuta, maana tulikuwa tunakusaka kama nyama, we mwanamke usio kuwa na haya wala fadhila na usiofadhilika hata kwenye siku ya mnada. Ndio mshaniona. Mimi mwenyewe kwani natafuta. Haya mnasemaje? wesi ndo unalihitaji bato na sisi. Wewe unatangaza nikiwapata wakina Zawadi kazi wana. haya ndo tushaingia winji winji, mama, tushatimba tushakusana. Kama wewe mwanamke kweli, onyesha wewe na mke wako, tukuonyesha kwa kipi mlichokuwa nacho, aizidi aipunguu. Kwamba nyinyi ndo mnakaa hamna kazi za kufanya, mnakaa mnanizungumzia mimi. Nimefanya shughuli hivi, mimi nyinyi mnaumia mimi kufanya, yeah. Shughuli jamani uombe yako lokutuma ukae huko mtaani useme ao wakina Zawadi hawana lolote, sio chochote. Kama angekuwa na kikolo angeza kurudishia fadhila fadhila, kwa kukukataga. Yaani wewe mwanamke wa hovyo, wewe nisidhani. Hey! niwaambie jamani, kuhusu kuku wangu, sitaki mumzungumzie kuku wangu. Nampenda kuliko ninavyojipenda mimi mwenyewe. Yaani yule kuku nikimwacha amelala, nimemvalisha pempas, naenda kali yako, narudi hajajikojolea hajajinyea. Sasa kwa nini mkikaa mnamzungumzia kuku? Jamani tafadhali, sitaki sitaki maneno uongo, uongo sitaki kwa kuku gani asoenda kwa dobi akatakata? Kwa kuku gani wa kwenda kukodi tena? Umekodi kwa elfu tano mama ka kwa kutulia, deni lenyewe tu kulipa lina kushinda. Ndugu yangu, ungekuwa mwanamke kweli, ule kuku ungeenda kumnunua, angekuwa wa halali yako, lakini umeenda kumkopa. Ndugu yangu, hadhi una na hatukulipi chochote na hauna cha kutufanya. Upo sikiza nikwambie. Zawadi, nisikize nikwambie, naona unabwabwa una bwabwa tu. Unajua unachokiongea na kijua wewe eh? Eti mimi kuku nimekodi? Mimi ni mwanamke niliotakata na ndio maana nimeweka shughuli. Nisikizeni, niwaambie ni msaki maneno mengi, jina hapa, natakiwa tufanye hizo zote zinavyowezekana tu vizuri. Mimi na shida siku nyingine taa kunifuata na maneno

Hey, siku zote so, hapa sawa, njoo chafu, nakusubiri wewe, juu hapa eju na kusubiri fasta, basi hapo toka nikupiga simu shivika dakika ishirini, nakuja sasa hivi, nakuja nakuja, nakuja, nakuja, nakuja. Nyewe uji tu afu uji mda kazi, afu ni mtu wa kazi au anakupenda? Mbona unasumbuka ma hivi? Hapana kide, si unajua tena. Maana nimekuomba siku nyingi sana ununulie simu. Mimi nimechoka kukutumia kwa kiswaswa, du kide. Sasa unajua mimi nimekuitia nini au? Hata sijui. Niambie wewe. Ndio naambiwa kataa maneno usikate wito. Sawa. Ya kwangu hii? Ya kwangu, kumudia wewe ya mimi? Zawadi yangu? Yako. Asante sana, mpenzi wangu, unajua nini? Hiyo Sawa, mna shida. Eh, uiflash, yaani uiflash ndio unatumia. Ukiacha ushauri yako unakuta mimi sipo.

Mnakaa mnaniongelea ujinga ujinga, au anaweza kwamba mkutana nao sema wao wamekataa kwamba wao hajaongea. Ha, jamani, jamani, wadada wabaya wale wadada, wanataka kutugombanisha shoga yangu eh. Mimi kama ningekuwa nimeongea maneno nisingechukua nikaja kukwambia wewe, na mimi si nimeongea, wao wamekusema. Yani kama huyo Zawadi, Zawadi fisadi, nari asidi wa Roza, watu Zawadi anasema huyo Maija katupa vitu vyake bure, sijamtuma mimi. Leo imeniuma maneno aliyokuwa anaongea Zawadi. Mimi leo imeniuma, udugu wangu, nikiangalia umeangalia Tatu. Tatu, mwingine ongea ongea. Sijaongea shoga yangu, jamani mimi sijaongea maji. Sasa unani kama nitaongea. Unaongea ongea Tatu. Sijaongea udugu wangu. Sasa mimi kweli jamani nikusikiza maji. Nisikize. Nisikize basi nikwambie shoga yangu. Jamani, kwa hiyo shoga yangu ina maana mimi uniamini eh? Mimi mama yangu anataka kuniponza. Yaani mimi leo kuchukua maji. Wewe Tatu, nisikize nikwambie, usijifanye kama unajua kuongea sana. Unasikia? Nakwambiaje Tatu? Nikigundua. Nikigundua kama wewe ndio unafiki. Kwa hili nilichokichemsha utakinywa. Jamani, mimi jamani wemata kuniponza mimi eh? Mimi nimebeba maneno vizuri tu udugu wangu, nimwambie ulivyofanya sio vizuri, uli walivyokufanyia eh! <coughs> walivyokufanyia jamani we, we, <weta>, Zawadi, <coughs> karibuni udugu wangu hivyo ujakutana naye kizomo. Nani si jasho gangu kaja pakajilamba, nakwambia huyo Zawadi, nakwambia amesema nipi hivyo, hata kama we shoga yangu eh? ukaeke shughuli kukukataga utoe hela yako ndo kamtunze mtu kama hivyo. Dada, upo sawa kweli? Nikasema mimi binafsi, shogangu, mimi katika yangu roho yangu sitoe mimi hela yangu, yani nitoe hela yangu kwa ujinga wake kukukataga. Sasa ukukukataga si akange oma ali ugali, mnafiki tatu we ni mnafiki yani, na ndio maana haunenepi, unafanya kazi ya kukauka tu kama ah. Mstimu Maija kaja kwetu, ameelezea kila kitu. Amesema kwamba wewe ndio umeenda kumwambia sisi tumesema atumchangii chochote na hatutampa chochote hatutampa sijui dressing table wala kabati wala kijiko, yaani kwamba yale maneno tuloka pale nyumbani kwangu tukayaongea, tukayazagaza ukayabeba kama yalivyo ukaenda kumpelekea Maija. Jamani, Maneno tumeongea mimi na nyinyi leo niabebe nginjanginja nikamwambia Maija kwa wema gani alionitendea Maija? Jamani, hivi nyinyi kabisa na kuingeni akilini? Mimi maneno tumeongea wote watatu leo nibebe nikaageuze jamani? Nyinyi na kuingeni akilini? Dada huyu mbaya, huyu dada fisadi kumbe, eh? yeye ndo kaja hapa kuongea maneno chungu mzima, yani mingine najisikia hata vibaya kuambia Leo tena kana kuyageuza, maneno tumeongea wote. Nika dada kiboko, dada namvumilia huyu dada fisadi, namvumilia huyu mi. Sikubali mimi nitampiga, sikubali. Wewe wewe, unaenda naenda, kumpiga hasa <laughs> <laughs> nyie mnacheka nini? <laughs> hivi wewe, tatu kimwili chenye hicho unataka enda kapigana na Maija, unamuweza? Hey, labda hujaniona huu mwili huu, nina nguvu. Yaani milo inaniuma kwanza. Maneno yenyewe ana kazi ya kujitapa yange kwa mwanamke TV, yenyewe kaenda kukopa kwa muha, ana kazi ya kuhangaika na bukubuku tu. Kama mwanamke kweli, si angenunua hiyo, si angenunua hiyo TV? Karibu mnafiki

Jafari, huyu mke wako yuko wapi? Kuna shida gani? Namhitaji mke wako. Mke wako achukua simu yangu, Jafari. Kachukua simu? Wewe eh. Habari hizo ukakwambia nani? Mimi kaniambia mpenzi wangu Kide. Kwa hiyo kumbe jana anajifanya kufanya shughuli hapa sijui ya kuku kataga, sijui kitu gani mambo ya ajabu. Kumbe hela hana. Anategemea kwamba akimaliza shughuli awaibie wapangaji wake. Dorin, unajua mabwana mnaochukua sometimes wanakuwa waizi. Uenda wanawaibieni, afu nasingizia watu wengine. Mimi bwanangu ninamwamini. Na mpaka kaniambia huyu mama, unajua kweli huyu mama. Naomba mimi simu yangu, anipe simu yangu Jafari, mke wako mwambie anipe simu yangu. Yaani mimi sikuelewi kabisa. Mwambie mke wako nataka simu yangu. Sawa. Kama yeye ndo aliochukua simu, mimi nitakufanyia mpango, utapata simu yako. Nitakaa naye, nitamdadisi. Kama kweli yeye ndo alochukua, mimi nitakupa simu yako. Lakini Dorin, inakuwaje sasa kuhusu swala letu? Siku zinapita lakini kesho kesho, kesho, kesho, siku mtu anakufa. <laughs> Yani, mimi nakuelezea tatizo langu na wewe unanielezea tatizo lako. Hebu mfanya kwanza niipate hiyo simu bwana. Kwa hiyo kipatikana, mambo yatakuwa sawa. Yaani nikishaipata hiyo simu, mambo yote fresh. Na si huyo. Unajua mimi Jamani, tatu nyie mnafiki. Lakini leo tumejua kumnyoosha. Yaani tumejua kumnyoosha. Maana kwa ninavyojua mimi, maana ubefu. Hata mkiwa kumi, lazima mfichane siri zenu. Lakini yeye mwanamke alikuwa za haya alivyokondeana kama brashi ya chachando. Alivyonyooka kama miti ya mzaituni. Lakini <laughs> naisha, unajua kunikomesha mtu. Yaani umejua kumnyoosha mdomo. Mm. Ila ni chakupenya, shoga yangu, umejua kunikungutia mimi. Dada umemkunuta sasa. Yani mimi nilikuwa najua mtu anapofanya kazi kama zile analipwa. Nikajua sasa mishemishe zote zile, mkijaji mnampa pesa, kumbe anafanya kazi za bure <coughs> <coughs> amlipe nani? atataka kuliaande soko laso, lakini ded, tumemnyosha uso mdogo kama piritani. <coughs> <coughs> Kwani hizi shughuli zina faida gani na wewe zina mpango gani? Yaani wewe ukikaa unawaza shughuli shughuli shughuli tu siku zote, nakuambia kama una hela, mke wangu usifanye shughuli. Kwani unafanya shughuli na wewe huna pesa, ukinitia mimi aibu, unaona faida kwako kwa kwa. Alafu, ulivyokuwa mpuuzi eh? Yaani, umeamua kuchukua simu ya mpangaji wako umeenda kuuza ili mradi ufanye shughuli hivyo, hukusawa mimi nimeiba simu sasa? Nani wewe? Nitakupasua kichwa hicho wewe. Mimi sijachukua simu, yani simu ya mtu jamani, tayari ishakuwa tatizo, yani tayari ishakuwa kesi. Sasa kwa sababu nimefanya shughuli, sina hela, basi naonekana mimi ni mwizi. Mimi sijachukua simu ya mtu Mume wangu sasa, kwa nini usingenisubiri nyumbani, tukae ni tukaongea nyumbani? Unakuja kunizalilisha mbele ya marafiki zangu, kweli ni sawa hichi? Nikusubiri nyumbani? Nikusubiri nyumbani? naogopa nini mimi? Mpuuzi wewe, tuondoke. Ah, ondoka bwana wewe. Sim kaiba. Hmm. Yani, ama kweli London, nimeamini kwamba mbaya wako ni mtu wako wa karibu na rafiki yako unayekula naye unayecheka naye ndo adui yako. Hivi huyu maija kweli wakuiba simu ya mpangaji wake? Yani, mdada ana haya huyu, na lile blichi la kapa kome la kimbili tu, kigoma chote kile, kuku wangu kataga sijui na mtu wa mwali, kumbe yeye kaiba simu yote <laughs> <tukenda> inakuuza. Eh, eh, mshuga, <laughs> <laughs> subiri kwanza. Kuna kitu mimi na kisi ya kipu sawa. Yule mmewa kimaiji mbwana anamtetea sana mpangaji wake. Uo ni kama kuna kanamna hapo. Hmm. Mwenye ni mpigie doli. Anipe umbea hoti. Uwe na ekoma. Umbea tu. Umesha doli ana sim sim simu simu kaibiwa. Hayawona mpigia simu sasa migu yaki ndo ije kuipokea simu yako au? Hmm. Aya pigia migu utapokea. Eee, udugu nini sahau. Umbea. Tuendo kukotu kwa ukusake ubuyu mzima mzima. Simu wapi? Umetoa wapi simu? Nimeongwa na bwanangu Kide <laughs> simu ya doli hivi. Udugu wangu, ina maana kusoma ujui na picha uone? Angalia hii picha, nani huyu doli? <laughs> namjua <laughs> yaani wewe una kiranga wewe simu ya dona Doli, kama unavyomjua mama yuko hivi aogopi dudu wala mende. Jamani, mimi Kide ni bwana wangu wa muda mrefu sana. Aliniahidi kwamba ataninulia simu kubwa, maana mimi nilikuwa ganatumia ka simu ka kiswaswadu kadogo, kwa hiyo nikawa nimechoka ikabidi sasa nimuombe bwana wangu aninulie simu, akaniahidi ataninulia simu. Sasa leo nimeenda, akanipatia hii simu. Cha kukushauri tu, hiyo simu fanya urudishe. Alafu sawa bwana wako kugae hiyo simu, unajua pasodi yake Kaniambia nika flash hii simu. Ehe, hapo. Simu ya doli mama hiyo. Kashishi la doli unalijua? Unamjua doli yuko nginja nginja kwa ugomvi. Ninachokushauri mimi, hiyo simu mrudishie kide. Ah, yeah. Au mwenyewe toa nguo zako hizo, uende kwa doli ukapeleke simu yake. Alafu kitu usichokijua, ile siku tunaenda kwenye Kigoma, nimemkuta doli na kide njiani. Inawezekana ndio kamchukulia simu yake. Picha kamili sasa. Pale pale kwenye Kigoma mama shule atakuibiwa kuku. Sijui unaelewa? Huyo mpenzi wako ni kibaka. Kitu usichokijua, peleka hiyo simu, mama. Mimi likitokea kutokea simu, udugu wangu sikusaidii kwa chochote hapa alipo. Shingo nyekundu, sina mama, na kupigana kwenye siwezi mimi. Na ujua umbea tu mtaani, nitoe umbea huku nipeleke kule. Maswala ya kupigana mimi ndo sina nguvu kabisa, udugu wangu, siwezi mimi. Jamani, Kide kaniweka matatizoni mimi.